Wazee, asante sana. Kwa majina ni Joseph Asamba Atoni, General Bunge la Mwananchi Kenya. Wacha nianze na mambo ya Tanzania kwanza wewe. Jambo la kwanza, nimesikia mtu akisema ya kwamba Tanzania inalisha Kenya, nataka niambie wa Tanzania namna hii kama kuna chakula yenu hapa Kenya, kujeni mchukue, hatutaki <laughs> chakula yenu. Kama munafila ya kwamba nyinyi ndio munalisha populeshoni ya Kenya, kujeni mchukue mahindi yenu, kujeni mchukue maharagwe yenu, kujeni mchukue viwete wenu murudi mweni mwanishie kwenu. Inoma. <laughs> <laughs> <inu> Nivi. <laughs> Wacha niseme ya kwamba Tanzania kuna vita hi, kuna vita na maandamano ya Wanatanzania, hiyo ni haki yenu na tunasema ya kwamba hapa Kenya usiende Tanzania. Ile kitu mimi nataka niombe, wa Kenya, kama unaishi na mtanzania karibu na wewe, fukuza huyo mtu arudi kwao, aende demokrasia kwao, utakula ma, hawezi komboa nchi yao kama yeye ako hapa Kenya, au watu watoke hapa wanajiita wanatengeneza chakula wanalima chakula kwa kwao, arudi kwao, afanye biashara kwao, wakomboe nchi yao, ndio warudi Kenya. Wakenya, ile kitu tunataka tufanye msedi nao Watanzania Wakenya, mpaka pale na manga, simameni pale na manga kwa mpaka utanzania, sitoroke Tanzania aingie Kenya, wakitoroka rudishe hao, akitoroka shika yeye, rudisha yeye waende wapigane kule kwao hadi wa wapate wa uhuru. Hawawezi endelea kusumbua nchi suluhu, eh. Hawezi endelea kusumbua Tanzania. Na anajua Magufuli alisumbua Tanzania. Wana Tanzania, wakati mnaandamana, andamaneni muende mpaka kwa sel Eneni mutoe tunulisu kwa seli, ndio tuwaamini kwamba muko serious yes. Toei tunulisu na mwende mumuapishe yes. Toei tunulisu kwa seli mumuweke kwa public aape kama president wa Tanzania ndio, yes. Yes. Sasa tuseme kwamba mission accomplished yes. Yes. Now back to Kenya hapa, yes. Yes. Kenya system ni two terms yes. Yes. Yes. usi Unajua kuna wengine walevi kidogo kidogo namna hii wanakimbia hapa, anasema t ukiwauliza wana support na nani? Okay, nimesikia ni wengine wanaongea hapa anaweza okay, ukimpea microphone anaweza ambia 20 minutes lakini hawezi kukutajia kwamba ati ana support na nani, so hiyo inaashiria ya kwamba tuko na President William Ruto mpaka 2032. Wewe kama Ruto alikuacha kwa Gachagua, wewe kwa Gachagua. Kama Raila alikuacha Jakaranda wewe jaka Jakaranda. We don't want to know where Raila Odinga left you. Usituambie mahali Raila alikuacha. Ile kitu sisi tunajua Raila aliacha ODM kwa broad based government. Na ODM itakaa kwa broad based government until 2028. Na ikifika 2028 pale mbele tunajipanga. Nikimalizia Mr. Speaker nataka niambie wa Kenya. ODM itaongoza Kenya hii kwa miaka 100 ijayo. Yeah. Yes, William Ruto president wa Kenya saa hii. William Ruto ni ODM. Ruto akitoka, Musalia Mudavadi anaingia, ODM akitoka anaingia akitoka hii nchi. Gachagua akae akijua ODM itaongoza miaka